Inachonishangaza mimi kwa nini watu wanisema sema eti pesa napata wapi na hali nzuri ya maisha, wakati mimi mkulima nina shamba la kutosha. Tumeshapanda tumemaliza hizi lakini, hili, pa ni zile ambazo ziobaki, lakini eneo hili na hizi hapa ni trays ambazo ndo huwa tunatumia kwa ajili ya kuhusia ya ku, ya ku, miche ya nyanya au pilipili hoho mchakato mzima wa uzalishaji miche unaanzia kwenye kitalu ambapo ni nivuna. Hizi hapa zitakuwa tayari zinaanza kuvuna kwao. Tunahakikisha tunakuwa na, na mwendelezo wa wateja sokoni muda wote, tupo sokoni, tunavuna tuna, hizi zinauzwa kwa kilo, haziuzwi kwa tenga au kwa ndoo au kwa nini, zinauzwa kwa kilo. Kwa maana kilo moja kwa mfano sasa hivi ni shilingi elfu tano elfu tano elfu sita elfu nne mia tano hapa katikati. Koy, you can see. Unaweza hazipimwi, kwenye ndoo kwenye kilo. Sisi hapa tunavuna kiasi kilo mia kilo mia mbili kwa wiki. Mteja wetu anataka kilo mia mbili kila siku.